Bebekihii leo imenichosha, kila kona nikiingia jasho, deni na mizozo kufa kulala, mimi kwangu mauzauza. Asubuhi joni, nafunga kibanda, giza bado, mdomo haujatulia hakuna nafuu bwana, na kila hela inanja hey.

Ya nuko takuja kumona dadako anakutana hivyo namona na mlo wako. Chana mimi. Ah, baba. Nini nawe? Sasa hapa cha mgonjo jamani. Kaniyo cha mgonjo. Mimi nikale wapi? Wewe baba yako mloo huyu. Wewe kumwambia baba yangu. Mlo mie. Wewe mlo. Nione na kiaduko ni naniambia kwa sababu ya chakula. Hata kama wewe mlo, wewe unajua dadako anaumwa, afu nakula chakula yeye, na anakula nini. Sasa, baba, kweli hapo maana. Si mabaki misha kwangu, nimekula kuna ubaya? Ubaya akija msosi na wewe unakula na <tuk> <tuk> Hata haya haya ndo mambo gani haya? Huundo dudu gani hapa huu? Huyu ni mtu gani hizi? Sana. Sio kuongea sana mimi hapo wewe bwana sikiliza. Usifanye kumtolea baada kama ndo dudu kile. Sawa? Okay. Kompyuta ndio. Ndio nao. Basi sawa. Tutangulia nyumbani. Mbona hapa sio leo? Utaelewa tu. Wewe pesa yangu sasa.

Ngoja tu nikwambie kitu kimoja, kuna vitu vingine si za watoto wa kiume. Tuongee tu hivi, we ukumpumulia mdogo mwenzako mekamgongoni huko, unafanya kazi ya kunipumulia nini? kidai kama hiki hivi, we unaona nikakosea Mungu wako? ila kuna lingine. Kwa hiyo wewe mwenyewe utapata chaguo lako. Ah! Kama uko na tumbe tamaa hizi. Ni kwa nini si ukaja baba pale hospitali? Na kama uko na tumbe bora baba tu. Hayo baba na kuna na hiyo basi tu. Na wewe unataka kunifanya nini bwana? Chaguo wewe mwenyewe, sio mimi. Basi kwanza ni muda nipigie sasa, lakini ndio hapo kwanza nipigie.

Kilichobaki hapa tushirikiane, napeana majukumu. Wewe utashirikia masuala micha ya michango, sawa? Wewe hapo utashughulikia masuala ya matubai, ili tuweze kupata hifadhi ya watu tutakuja kumsiba. Tena naboksa tena vipi? Dunia imebadilika sasa hivi, inawezekana katika suala la msiba marehemu kashafukiwa huko, anatubiza watu sasa. Ngoja nitoke kidogo nikamuulize kuna nini kinachongea

Dada hmm. Mimi nataka niseme jambo moja kweli. Dada umezaa, lakini kwa huyu mwanao hapa, dada umetoa funzi, hamna kitu kabisa. Yaani hili sheta sheta tena nondocha. Kaka wala usiseme hivyo, pamalandonjoa tunao sisi sote, mimi na wewe. Huyu hapa mwanao kila siku anaunguza mboga maharage, mpaka anatoa moshi ndani. lakini hata hivyo dada, huyu mtoto wa kike hilo linakusu wewe ndio unakaa naye huyu na ndio nawendinatakiwa mfundishe mi takanjikoni naanzaje ilo lako. Halafu kitu kingine, ninyi hapo mnamikatamavukaba kumaliza kutoa haja yangu mimi, so kama stonilivukata, nilikuwa bado naendelea kusema kube mama bwana wale. Yule mwanamke yule akiliana alipanga ali njama na mumewe wakaniita guest. Waenda kanipa kazi mafuta, walitaka kunifanya kitu kibaya. Wale pale. Na ndio maana mimi nikakimbia, lakini wali wale walipanga mimi wanifanya kitu kibaya hivi. Mama wewe umenizaa mimi a tumboni miezi tisa, umenizaa mtoto wa watu, niko vizuri smart kabisa, leo hii mwanao sikieti nguu bala nguu pwani wananiita nikufa, unge jisikiaja. kwa hiyo mimi pale nikakimbia, wamenikosa. Hivi unajisikia unachokiongea unachokiongea wewe? Kakamu una akili timamu kabisa? Eh. Yaani, umetuaga sisi, umeniaga mimi kule hospitali, unaenda kutafuta pesa kuja kutoa pale ili mshangazi au nyumbani. Kumbe mwenzangu umetoka hapa umeenda huko magesti si ma nini? Ungekuwa kabisa ni sawa, naona kichokifanya ni sahihi. Ina maana angekosa yule Msamaria mama kule kutulipia ile pesa <laughs> ya mama, hmm. Ah, hii familia mbili hii, huyu na huyu tume dada yako roho mbaya hatari, yaani roho zao zimefanana kabisa, na tena shika damu yako ishi hapo hapo. Dada mi atakasajembo moja, unajua mkubwa dawa, hata kama hospitali zipo, mimi hapa ndio mkubwa wenu. Najua wazi kwamba zamani wazee walikuwa wanaita kitu fulani moto wa jioni, wanakaa anakutana, wanazungumza masuala ya kifamilia. Hiyo basi, kwa hili sisi ulifanya limekwisha, hawa wakosea, na kichobaki tumbani radhi yaishe, hakuna haja ya kuumbana zaidi hapa. Nilea hili limeisha, nimekwisha. Alafu kwa mlo ukupojui pale, ibilisi tu alinipanda kitwani.